Karibu wapenzi wa mashairi. Kwa ndugu zangu Waislamu, assalamu alaikum. Maojaji wa matumaini, tumsifu Yesu Kristo. Karibu kwa shairi langu ambalo latoka katika injili ya Luka 21 kuanzia mstari wa tano hadi wa kumi na tisa na kuomba ujongee, tuzamie pamoja katika shairi hili ili tuweze kubarikiwa na injili ya Luka. Karibu. Lipokuwa kiongea habari za hekaluni, mawe mema kitajia, na mapambo mleani. Yesu akawaambia, yote tabomolewani kwaku kwenu nafsi zenu taokoka. Kwa hofu kaulizani, haya yatakuwa lini? Na kuna ishara gani ya haya kufanyikani? Tazama, angalieni, kaanza kuelezani kwenu nafsi zenu taokoka. Msije kudanganywani, na watakaowajia. Jina langu tatajani, ndo mpate wasikia. Mimi ndiye, tasemani, na wakati mewadia kwenu nafsi zenu taokoka. Siwafwate nawambia, onyo mimi nawapea. Hata vita kisikia, ya msihangaike pia. Kisho hautaja kuwa haya sipo yapitia. kwa kuvumilia kwenu, nafsi zenu taokoka. Taifa na falme pia, zitajashambuliana na matetemeko pia, ya nchi mtayaona. Maradhi hata na njaa na ishara mtaona. Kwa kuvumilia kwenu, nafsi zenu taokoka. Kabla ya haya yote, nyinyi mtawe kwa ndani mtadhulumiwa nyote, tapelekwa gerezani. Mtajaribiwa nyote, mbele ya wakuu yani. Kwa kuvumilia ya kwenu, nafsi zenu taokoka Jikazeni mioyoni, siwaze kujitetea. Hekima nitawapeni, watashindwa kupigia. Jamaa tawatoeni, baadhi yenu tawaua. Kwa kuvumilia kwenu, nafsi zenu taokoka. Kwa kuvumilia kwenu nafsi zenu taokoka. Kwa kuvumilia kwenu nafsi zenu taokoka. Kwa kuvumilia kwenu nafsi zenu taokoka. Na neno litasimama. Amina.